Jamii sana utamaduni, kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii nchini Msumbiji. Inatajwa kwamba watu wenye vipara kwa sasa ni watu ambao wanaosakwa osakwa kwa udi na uvumba kutokana na imani za kishirikina, imani ambazo zinaamini ya kwamba mtu mwenye kipara basi viungo vyake vinaweza kukufanya kuwa tajiri, aidha kuwa na ushawishi mkubwa katika jamii. Na watu ambao wanaoshukiwa kuzagaza imani hizo ni watu ambao wanatajwa kuwa na uwezo ambao wanaamini ya kwamba pindi ambapo atakapopata viungo vya mtu mwenye upara basi wataendelea kuwa matajiri na kuwa na ushawishi katika jamii. Utakumbuka katika miaka ya nyuma watu ambao huzaliwa na ulemavu wa ngozi ambao hufahamika kama albinos, nao pia walikuwa wakisakwa na waganga wa kienyeji kutokana na imani hizo za kishirikina, walikuwa wakiuawa kutokana na imani hizo katika ukanda wa Afrika Mashariki hadi Afrika Kusini. Hivyo basi nchini Msumbiji tangu mwaka 2018 matukio kama hayo, watu wenye vipara na wale wenye ulemavu wa ngozi walikuwa wakisakwa na kuuawa kutokana na imani hizo. Licha ya juhudi za serikali kupambana na wahalifu huo na kuweza kutoa elimu ili raia wa Msumbiji waweze kuachana na imani hizo, imani hizo za kishirikina zimeripotiwa kuibuka kwa mara nyingine, huku wenye kusako kwa sasa ni watu wenye vipara. Hivyo basi, ukiwa na upara nchini Msumbiji unatakiwa kuchukua tahadhari, na serikali imetolewa wito wa kuweza kuwalindia usalama idha kuhakikisha usalama kwa watu ambao wana vipara nchini humo Msumbiji.